Diamond Platnumz, kwa sasa tunajua yuko huko nchini Marekani ambapo pia e, tunaweza kusema kwamba ndio sehemu ambayo pia ameamua kuondoka na kwenda kule kutoka alipokuwa e, ametoka London kwenye show yake ambako pia ameweza kuonekana akifanya mahojiano na moja ya kampuni kubwa zaidi ya vyombo vya habari duniani ambacho kinafahamika kwa jina la e, Penske Media e, Corporation, PMC. Kampuni hii pia inamiliki majina makubwa ya majarida e, ya kiburudani e, kama Billboard, Rolling Stone, Variety, Vibes na mengine Kibur ambayo yanaongoza eh, kwenye kiwanda cha burudani kimataifa kutokea huko eh, nchini Marekani. Sasa taarifa zinazidi kusema kwamba eh, kwa kiwango cha mafanikio ambacho alichonacho sasa, ni wazi kuwa mahojiano hayo sio ya kawaida. Diamond Platnumz pia ni miongoni mwa wasanii wa Afrika eh, wanaofanya vizuri duniani akiwa na rekodi kubwa za kuweza kusikilizwa mtandaoni, kolabo za kimataifa na ushawishi mkubwa wa kijamii. Na hii ni kutokana na hayo ambayo kunakuwa eh, kuna viashiria kuwa huenda ni hatu kuweza kuandaliwa kupambana au kuweza kupamba cover la moja ya majarida hayo ya PMC hasa maarufu kama Billboard au Rolling Stone. So, tuweze kutegemea moja kati ya majarida hayo kuweza kuona sura ya Platinum pale kutokana na mahojiano ambayo yameonekana a wakiyafanya kutokea huko New York, nchini Marekani. Sasa kama hili pia litathibitika, basi Diamond Platinums atakuwa ameandika historia nyingine ya Bongo Flava kuweza kuonekana kwenye jarida kubwa kabisa la na hii ni heshima kubwa na uthibitisho kuwa muziki wake umevuka mipaka na kugusa soko la Marekani kwa nguvu mpya, ambayo pia inaonekana, kwa sababu tunaona kabisa mapambano ya Platnumz pia yamekuwa ni makubwa sana, hasa katika swala so zima la muziki. Amekuwa akiwakilisha tofauti tofauti, tofauti eh, wasanii pia kutokea Bongo, akiweza kuwawakilisha kwa uzuri zaidi kimataifa eh, duniani kote, tunaweza tukasema hivyo. Sasa atakuwa amepiga hatua kubwa sana ya kimataifa, na hii eh, inaweza kuwa ni mwanzo wa safari kubwa ya Bongo Flavor kuweza kuipeperusha bendera vizuri ya Tanzania e, katika mataifa makubwa e, kama London pia, e, show tatu imagine kutokea katika jiji la Manchester imagine, moja kati ya majiji makubwa sana hapa duniani ambayo pia yanafahamika na kuweza kusikika kujaza zile kumbi zote, imekuwa ni surprise sana kubwa sana kwa e, wasanii kutokea hapa Bongo. Kama unaona ni rahisi, basi nenda na wewe ukaweza kuwajaza. Sasa unadhani wakati umefika wa Diamond Platinum kuweza e, kuonekana kwenye jarida kubwa kabisa kama Billboard au Rolling Stone e, bana, tuambie kwenye comment yako hapo chini, itakuwa umefanya poa zaidi. Pia kwa sasa hivi wanawakilisha vizuri Bongo e, katika mataifa mbalimbali kama hivyo, Marekani, yani, Afrika Mashariki huko tutegemee z na kwenye majarida makubwa Rolling Stone, eh, Billboard, Kibao huko tunaweza kumuona Diamond Platnumz. Drop comment yako hapo, subscribe channel yetu. Weka commentisha kinoma noma. Chao.